Nikaingia kuomba nikasema, Mungu, kama nikuomba, tunaomba sana. Nikaambia Mungu, kama nikuomba, tunaomba sana uliwahi kuniweka kitandani Mungu, ulinitenga na ulimwengu ukaniweka kitandani muda wa miezi minane, niku naombea inji ya Kongo, ukasema vitu na vishika kwa hiyo ulifika vita kwa ajili ya kuwapa adui nafasi, ili kwamba ajikusanye vizuri kwa kutumaliza si Wakongomani. Mungu, tuseme nini? Twende wapi? Ikasema Mungu, kuliko kuona hivi kisi tunachinjiwa, boro ni wewe, nijipie, nijipia mimi nisikwenda sikia wala kuona kisi tunavyochinjia chinjiwa Kongomani, tunakufa kama wanyama, idadi yetu aisamiliki tena, tunakufa sana. Mungu akasema para mimi muombe Mwombe mimi ni pamoja na nyinyi. Sijawaacha kabisa, sijawaacha. Lakini nini Wakongomani, sikia nikwambie, ninyi Wakongomani mukuwajinga tena mukuwapumbavu. Na upumbavu wenu mtakauondoa na ujinga, ndopale mtapata sululisho ya inji yenu. Maana mimi niko pamoja na nini, siwaacha kabisa, sijawaacha. Mimi Mungu nipo Mkongo nipo Mkongo nikasema, Mungu itakuaja upo Mkongo wakati tunaangamizwa, nunasema sisi tuwajinga aina gani na tuwapumbavu aina gani? Mungu akasema subiri nikuonyeshe. Nyinyi hao hao wa Kongomani ndo munafuga maadui katika inji yenu. munafuga maadui katika inji yenu. Mungu wakas... nikaambia Mungu tunafugaje adui katika inji yetu? <laughs> Mungu akasema sija nikuonyeshe. <laughs> Wanyarwanda Watusi ambao wanaishi katika inji ya Kongo wale ambao wanajiita Wanyamurenge waliwalazimisha mimi, waliwalazimisha nyinyi, waliwalazimisha nyinyi Wakongomani mwanze waita Wanyamurenge na mkakubali. Kuanza waita Wanyamurenge na wakati mlianza waita Wanyamurenge nio peke yenu, mlipana inji yenu, mlipana inji yenu nyinyi mlipana inji yenu. Ile jina ni jina la laana, ile jina ni jina la vita, ile jina ni jina la damu, ile jina ni jina la uangamizaji, ile jina ni jina a ugandamizaji, ya, ni ya kiburi, na ile jina linatangaza vita daima katika inji ya Kongo. Pili, munawafuga wao, munawafuga wao, munawafuga wao inji yenu katika mikoa yenu hapo katika matiritoria yenu, mawilaya yenu wapo, na katika vijiji vijiji, katika mji wa Kongo wapo. Mtakapoondoa wale, ndo mkomo wa vita, ndo vita vitaisha. Mtakapoondoa wale, akasema ondoeni kabisa wale, ondoweni wale, mkiwaondoa hao, mkiwaondoa hao, ndo vita vitaisha. Akanipa kitabu, akanipa kitabu cha mezali Mezali ya sura Mezali sura ishirini akanipa kitabu cha Mezali sura ishirini na mbili mstari wake wa kumi kuishia mstari wake wa kumi na moja akanipa kitabu cha Mezali sura yake ya ishirini na sita mstari wake wa ishirini Akasema hawa mkiwaondoa, hawa mkiwaondoa, hawa ndo hapo vita vyenu vinaenda ukingoni, vita vyenu vitaisha, maana mnajifukia nyenye. Mnafuga simba, mnafuga simba katika makao yenu, munafuga simba katika makao yenu, munafuga simba katika udongo wenu, na hao ndo wanawageuka. Sikia ni kuambia. Nyinyi mnatarajia tu goma. Hapana sio goma. Hao wao mnawafuka, hao wao mnawafuga, hao ndo wanawapiga na ndo watawapiga. Wasi umeona wametokea ngambo wa ya tiritoya fizi. Mnao yani mnakana wao, hao wao. Wow. Mawazo ya nyinyi Wakongomani kongomani. Mnatizama tu. Mnatizama tu nani? Mnasema eh, Kagame anatupiga, Kagame anatupiga, huu Kagame Mungu amuue. Sawa, mimi naweza muua Kagame leo. Kagame mi, maisha yake hii mikononi mwangu na nitamwangamiza kwelikweli, lakini hata nikimwangamiza, o Kagame sio tosha. Nikimwangamiza Kagame sio tosha. Tosha ni hawa ambao mnafuga nyinyi na mnawaita wako, mnawaita mnawaita kwamba ni, ni, ni wakongomani wanyamurengi. Mungu anasema mwambie wakongomani wasiite wanyarwanda watusi wanyamurengi kamwe. Mkongomani yeyote anapomwita mnyarwanda mtusi mnyamurengi peke yake, anapana inji yake, na anasema wewe mnyarwanda, unakuwa unakuwa mwenyeji, endelea kukaa katika nji yetu, naendelea kunichinja milele. Mungu anasema ilo jina lifutiliwe mbali hasa. Mungu akaniambia hivyo Wazalendo, wanyeji, wananchi, wana wananchi, wakaaji, wananchi wasimame, mashujaa wawe hodari na moyo wa ushujaa, wasimame, watu wote wasimame, manabii waombe makuani wahombe, sisi sote tusimame na tuondoe kila kitu. Mungu anasema yu pamoja nasi. Hii ni mitihani ambayo alitupa, anatupatia same, anatupatia same tu, anasubiri tufanye nini na yeye Mungu afanye nini. Anasema hii vita sio vyetu, vita ni vyake. Na ikiwa vita vinaendelea kuwa, siku zinapita za vita vinaendelea Aviishi ni kwa ajili ni micianya natupasa, anasema hivi vita vinafika ukingoni, tusimame kama sasa mashujaa. Anasema wakati niliendelea kuomba nikaendelea kuomba nikasema nika, Mungu nikasema Mungu nifanye nini? Mungu, utusaidie, utusaidie, maana akili zetu zinafika mwisho, utusaidie Mungu. Akasema hivi vita vinafika mwisho. Ambia Kongomani wote wasimame, ambia Kongomani wote wasimame, kila Mkongomani asimame, maana tayari niliwaacha, niliwaacha na mimi nimiwarudi kama wanangu wapenzi, niliwaacha na mimi niwarudi kama wanangu wapenzi na nikawagabizi inji yenu hinji ilikuwa mikononi mwa Nyarwanda. Miaka imepita, sasa hivi hinji nakuwa mikononi mwenu tena. Nifanye nini tena? Nifanye nini tena mwanangu? Hinji nakuwa mikononi mwenu, niko pamoja na nyinyi. Simameni, vita ni vyangu, nitawapambania. Na sasa Nyarwanda kuishi mkongo zinaisha huu Mnyarwanda mtamtafuta mkamtafuta hamutamuona, maana wao walijinua mbele za Mungu wakati walijipanga hiyo jina ya kuitwa Mnyamurenge, hawakupanga pamoja na Mungu na wakati walipanga, Mungu aonaye sirini na kwa mbali, aliwaonya aliwaambia mwache kujipanga jina hilo na msipigane na wagongomani neno, lakini walikataa. Na wakati walikata hilo neno kwa neno la kwa kinwa cha manabii wakaangamiza manabii wangu waliowatabiria hivyo waliowaambia kauli zangu pale ndo Mungu aliwaacha. Mungu ishaacha, Mungu alisema aliacha Wanyarwanda tangu zamani, lakini uzembe ni kwetu. Mungu anasema tusimame inji, sasa inakuwa mikononi mwetu. Mungu alisema inji inakuwa mikononi mwetu Alinchukua inji kwa mikono Wanyarwanda, miaka imepita, akaa migabizi mikononi mwetu. Wakati rais wetu amekaa kwenye kiti cha, cha, cha amekaa kwenye ikulu ya Kongo ndo siku wa Kongomani walipewa inji yao, na huu rais wetu amepambana makubwa. Mungu amesema. Mungu anasema wa raia sisi wanainji tunalaumu sana rais. Mungu anasema tusilaumu rais, maana rais anapambana makubwa, ambao hatupo sisi. Kuna yale rais anapambana sana. Rais kuna kuna saa anafika peke yake anaanza lia. Rais analia sana, rais wetu. Kuna saa wazungu wanamlazimisha haya mpaka yafikie kujitangaza, hivi amepambana makubwa mazito. Walimlazimisha akubali kuwapo Wanyarwanda hiji. Akaa kata kata, ilifika nafasi anaanzalia, akili zinafika mwisho. Na ndo maana alisema, akaita wanainji akaita wanainji. Wana inji mpiga niye inji eni. Maana alisema, nitapanaje inji ya wakongomani, Mungu, nitapanaje? Mungu alikiona ndani ya raisi, muna upendo wa inji muna rehema, muna huruma za wanainji na mna hofu ya Mungu. Mungu alisema ndani ya raisi wetu muna hofu ya Mungu, anaogopa Mungu na anapenda inji yake nanapenda wanainji. Kwa ajili ya hiyo Mungu pamoja naye, umwambie raisi rahisi asiogope, Mungu yu pamoja naye hata kufa, akuna chochote kitakachomwangamiza ingawa wanafanya mipango mingi wazungu kwa ajili yake. Mungu anasimama awe hawe aodari namoshujaa Mungu anasema ataacha yeye ndo ataacha ata ata wa kongomani ngambo yeye. Mungu anasema wala ambao wanaongeakana rahisi naongea na raisi, wa nimetumwa na mungu nimambi. Mungu wagongomani nimetumwana uoga, Mungu yupo pamoja naye kila mipango anapopanga kumwangamiza inadunda. Mungu yuko pamoja naye, maana Mungu alimweka kwa ajili ya wavushi wa Kongomani. Yeye ndo acha na wavushi wa Kongomani atawavusha ngambo ya bahari. Asiogope, awe hodari na moyo wa ushujaa, awe hodari na moyo wa ushujaa, asiogope. Mungu pamoja naye, asimame tu. ikiwa Mungu alikubali, Mungu akaongea kwamba ikiwa Mungu alikubali alikubali raisi Raisi Kabila akufe kabi, Laurent Desire Kabila kwa Mungu alikuwa ikawa alisimama kwamba asimamie wa Kongomani na akatoa kauli kwamba atatoa inji, lakini Mungu akampa mikononi mawadui, maana Mungu aliona Kabila aliangamiza watumishi wa Mungu wakati alipofanya operation ya vita mwinji ya Kongo, kuna nafasi aliua watumishi wa Mungu bila kuogopa Mungu. Lakini Mungu anasema katika maisha ya rais wetu ambao yuko hapa anahofu wa Mungu, ana hofu wa Mungu, na kwa ajili ya hofu wa Mungu anao yeye, Mungu anamlinda usiku na mchana, na wale watu ambao anatumika nao mwikulu ya Kongo, wanamwendea njama, wanalipwa pesa na, na, na wazungu wamwangamize. Mungu anasema wale wote ni makaburi, wale wote ni makaburi, wana zile pesa ambao wanakula za kuuza inji, wanameza ndoano. Mungu anasema kila mkongomani kila mgongomani alie kula rushwa ya kuuza inji yake ya kukubali, wana wagongomani wachinjuru Wanyarwanda kama mbwa kama nyama, hana meza ndowano na kimeza ndowano. Mungu anasema wote ni makaburi, mwe munandika maneno haya.